Adhimisho hili pia lina lengo la kumwombea John Pombe Magufuli msamaha wa dhana kwa sababu yeye alikuwa binadamu. Misa hiyo takatifu imefanyika katika kanisa la parokia ya Mtakatifu Yohana Maria Muzeyi Mlimani, wilaya ya Chato, Mkoani Geita, ambapo pamoja na mambo mengine Mhashamu Baba Askofu Severine Niwemugizi akamweleza hayati Magufuli na mambo ambayo hakuyapenda JPM wale mlio katika ofisi za umma unajua alipokuwepo livyokuwa mnakimbia kimbia, kimbia. jasho liliwatoke sasa alitaka nidhamu katika kazi kuwajibika hakuna lelemama wote walijua hata mtoto alijua ase Magufuli akikukuta una hali mbaya sasa hii lazima tujifunze vitu fulani fulani vizuri katika maisha ya wenzetu, lakini tujifunze vitu vizuri vitusaidie na sisi kuwajibika, kuwajibika kukataa mambo mabaya, rushwa, unyanyasaji, uonevu na kadhalika. Viongozi mbalimbali, akiwemo mbali Waziri wa Nchi Ofisi ya wa Waziri Mkuu, Bunge, Sera na Uratibu William Lukuvi na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Innocent Bashungwa, John Mongera naibu katibu mkuu CCM Tanzania Bara, wamehudhuria misa hii takatifu na hapa Waziri Lukuvi akimwakilisha Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan anasema. Kwa hiyo ni kazi, endelee kwa vitendo, na ni kweli wote tumeshuhudia.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 wakati wa uhai wake alikuwa anaweka amani biguu au sadaka. Kwa hiyo kwa kuyakumbuka yale mema tunawajibika kumwombea ule alipo. Napongeza sana sana Baba Askofu kwa namna ulivyoeleza doktrini ya kanisa katika siku hii ya leo. Nasote tuliokuja hapa, Baba Askofu, tumejifunza mambo mengi mazuri na ulizoweka kana pamoja Baadhi ya wananchi walioshiriki misa hii takatifu ya kumwombea hayati Magufuli, ikiwa ni miaka minne sasa tangu taifa lilipompoteza kiongozi huyo, wanaeleza mazuri aliyoyafanya. Ni yeye aliyekuja kuongea ya kwamba wachimbaji wadogo watakapokutwa kwenye leseni ya mtu basi wasifukuzwe, bali wapangwe, ili yule mwenye leseni aweze kuchukua zile stahiki zake pamoja na serikali. Ni mzaliwa wa Chato, lakini ni mwanafamilia. Kitu pekee ambacho kilinivutia mimi kuingia kwenye siasa e, wakati wa Dr. Hayati John Pombe Magufuli, kwa wakati huo wengi wanasema na umeuliza umri ulikuwa mdogo na e, ni nini kilichonivutia? Kama nilivyo sasa sema, mara nyingi mimi nilimwona Magufuli kama role model, kuanzia kwenye masomo e, na mpaka kwenye kila kila alivyokuwa anafanya na matendo yake ya, kwa sababu nilikuwa namfahamu. Alikuwa ni kama wamesema wengi hapa, alikuwa ni mtu ambaye anamheshimu Mungu kutoka Chato mkoani Geita. Emmanuel Ibrahim na hii ni Clouds TV.